Habari ya wakati huu mtazamaji, na karibu sana katika dakika 30 za taarifa ya habari kutoka hapa Union Mission ya kusini mwa Tanzania, na miongoni mwa habari tulizonazo juma hili ni pamoja na awamu ya 14 ya mafunzo ya muziki wa Kiadventista ya kamilika. Idara ya vijana Ukonga yaanzisha kituo cha Mpoto. Katika habari za kimataifa, Vijana 1200 wakutana kwa kongamano la mafunzo. Na katika habari za muziki, kundi la waimbaji la The Light Bearers lampoteza mwimbaji mwenzao. Nam ninakusalimu mtazamaji na nina kusalimu, mtazama ajina, karibu sana katika taarifa ya habari, na jina langu ni Spora Mseli Molon Talima nikiwa hapa Hope Media STU. Mkurugenzi msaidizi wa idara ya vijana kutoka makao makuu ya kanisa la Wadventisa wa Sabato ulimwenguni, mchungaji Paco Mukwane ameongoza uzinduzi wa kituo cha mvuto na ofisi ya idara ya vijana katika kanisa la Wadventisa wa Sabato Ukonga. Mwanahabari wetu Mngereza Mtambo ana taarifa zaidi. Tulikuwepo miaka tisa iliyopita hapa Tanzania katika uamsho wa kiroho tukabatiza watu mia nne na tano katika zaidi ya vituo ishirini na tano na Ukonga kilikuwa ni moja kituo, na leo tupo hapa sababu ya mpango wa kuwapa vijana ufunguo, na kama vijana wakipatiwa fursa wanafanya mambo makubwa kama walichofanya leo hapa. Tunawaangalia vijana kumaliza kazi aa, tunawaangalia wazee kuwapatia fursa vijana. Tunaamini unioni na conference zetu zitawahusisha vijana katika kamati za maamuzi ya maendeleo ya kanisa. Zisipowahusisha, watatoka kanisani. Nawaambia vijana, Yesu anakuja, na tufanye sehemu yetu, tujikite katika uinjilisti sisi kwa sisi na kwa vijana wa Ukonga, jengo hili lazima lilete mabadiliko katika jamii kwa kuwa kanisa lipo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na tutambue, Yesu anakuja hivi karibuni. Viongozi wa idara ya vijana kutoka Union ya kusini mwa Tanzania, STUM, na Conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, SEK, pamoja na mchungaji wa kanisa la Ukonga wameeleza shukrani zao kwa Mungu kwa kuwawezesha tukio hilo muhimu nayolenga kuinua vijana kiroho na kuwajengea uwezo wa kihuduma. Kipekee ni kwamba ujio wa mkurugenzi huyu msaidizi wa idara ya huduma za vijana katika conference kuu umekuwa na faida kubwa kwetu sisi idara ya huduma za vijana katika unioni ya kusini mwa Tanzania na hususani katika jimbo la Seke, maana amepata fursa ya kuongea na vijana, kuwatia moyo, lakini kipekee Eh, ametoa nafasi kwa vijana pia kuuliza maswali kueleza haja za mioyo yao. Mwaka elfu mbili na kumi na sita alikuwa hapa na aliwatia moyo vijana, na mwaka ule wa elfu mbili na kumi na sita alipoondoka vijana wa nne kutoka katika kanisa la Waadventista Wasabato Ukonga kwa kutiwa moyo na mkurugenzi huyu sasa hivi ni wachungaji na ni watumishi wa Bwana shambani mwake. Ah, tutazidi kuimarika zaidi katika kumjua Mungu na kumtumikia katika maisha yetu, na ni matazamio yangu makubwa ya kwamba vijana walioko vyuoni na watu wote walioko vyuoni wataendelea kuangaza nuru ya Kristo kwa utukufu wake, hata zile changamoto ambazo kwa namna moja ama nyingine zimeguswa katika wasilisho wa la Dokta Pako na yale yote yaliyotolewa yatakuwa mbaraka mkubwa kwa kadri ambavyo vijana wataendelea kusimama imara na kuitetea imani. Tatafuta watu ambao ni wataalamu wa kushona waje wafundishe vijana. Tunapowafundisha namna ya kujitegemea, ujasiriamali, wale ambao wana uwezo wa kushika mambo haraka wapate namna ya kujitegemea, takuwa na vyerehani vya kutosha hapo. Kwa upande wao, wanafunzi wa Sabato waliopo vioni tukasa waliohudhuria hafla hiyo wameguswa na mafundisho ya mchungaji Pako hasa kuhusu umuhimu wa kuimarisha imani wanapokuwa chuoni. Kwa majina naitwa Riki John Bangili, ni kiongozi wa mawasiliano katika jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania ngazi ya Tukasa. Katika ujio wa mgeni kutoka GC Dr. Paco, nimepata kujifunza mambo mengi. Moja nimejifunza katika kampasi zetu huko vioni kwetu, kuna baadhi ya tabia ya wanafunzi wenzetu wanaofanya mitihani siku ya sabato kuna muda malekcha huwa wanatoa mitiani mpaka siku ambazo tunapaswa kusali, ambayo ni siku ya Sabato, na kuna baadhi ya wenzetu wanafanya ili jambo. Pastor ameweza kulizungumzia vizuri, hatupaswi kuwasaliti wenzetu, tushikilie imani yetu kwamba haturusi kufanya mitiani siku ya Sabato. Naamini Mungu atatusaidia na malekcha pia watatuelewa, lakini tunaposalitiana ili jambo linakuwa sio zuri nikiripoti kutokea kanisa la Adventista Sabato Ukonga. Mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel, Tanzania. Asante sana Mngereza Mtambo kwa habari hiyo. Na mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika akaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari na hivi sasa tutupie macho ya habari zingine zilizotufikia katika dawati letu la habari juma hili zaidi ya wanafunzi mia tatu hamsini wamekwisha hitimu mafunzo ya muziki wa Kiadventista tangia kuanzishwa kwa mafunzo hayo. Mwanahabari wetu Daniel Mbonea ana taarifa zaidi. Akizungumza na Mbiu ya Kusini, mhazini mkuu wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania, ndugu Shabatu Msaki amesema tunamshukuru Mungu kwa kundi hili kwa sababu tumeona jinsi ambavyo walimu wamewafundisha wame, lakini pia tunawashukuru hawa walimu ambao wamekaa kwa muda huu wakiwafundisha hawa watu na ambao tunategemea kwamba wanapoenda makanisani kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika huduma ya uimbaji. Lakini pia tulikuwa na eh, jambo lingine kubwa katika idara ya vijana tulikuwa na kozi ya Club Ministry Training. Uh, na hao walikuwa wanahitimu katika ile sehemu ya kwanza, lakini baadhi yao wakiwa wanahitimu katika specialization tofauti tofauti. Tunawashukuru kwa jinsi ambavyo wamefanya na wamewafundisha vijana hawa. Kiukweli kozi hii bado ni mpya katika union yetu, lakini tunawatia moyo vijana wanapoenda katika kozi hizi, basi wakafanye vizuri zaidi. Mchungaji Emmanuel Andrew ni mkurugenzi wa idara ya vijana ameeleza jumla ya wanafunzi 21 wamehitimu mafunzo hayo ya muziki wa kiadventista. Na leo tumekuwa na mahafari ya kumi na nne tangu tumeanza mafunzo haya, na hivyo tunamshukuru Mungu ya kwamba tumekuwa na wanafunzi wengi ishirini na moja walioweza kuhitimu leo kama wataalamu wa muziki ambao wamepata mafunzo haya na ninaamini ya kwamba kwa kuwepo kwao na kuhitimu mafunzo haya wataleta chachu na mwamko mkubwa na faida kubwa kwa kanisa katika swala zima la muziki. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za vijana Konferensi ya Mashariki Kati mwa Tanzania ameelezea maana ya falsafa ya muziki wa Kiadventista. Mimi nimehudumu kama mwalimu wa falsafa ya kanisa la Waadventista wa Adventista Sabato. Kila mhula tunapokuja hapa ninafundisha falsafa tunapozungumza falsafa hii, ni hekima ya kanisa na maandiko matakatifu na roho nabii inafundisha nini kuhusu namna ya kumwabudu Mungu kupitia muziki. Kwa hiyo muziki ni ibada le, lazima tumwabudu Mungu, na msikilizaji wa kwanza wa muziki ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo lazima tujifunze namna ya kumwabudu Mungu kupitia njia ya muziki. na wahitimu wa mafunzo hayo ya muziki wamefafanua yale waliyoyapata katika mafunzo hayo. na mshukuru Mungu nimehitimu leo awamu ya tatu, na mshukuru Mungu sana, kwa sababu nimebahatika kujifunza masomo mbalimbali kwenye chuo hiki cha muziki Tasuba ta, miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza, namna ya kuutunga muziki, lakini pia namna ya kufanya harmony muziki na namna ya kufanya vocal training, na namna ya kuimbisha eh, waimbaji. Katika habari ya utunzi nimegundua kitu fulani wengi tumesema tuna karama ya kutunga nyimbo lakini nyimbo zetu zinakuwa hatuziandiki wala hazina kumbukumbu kumbu kabisa sehemu yoyote. Lakini hapa katika hiki chuo nimejifunza kama Mungu amenipa karama ya kutunga mziki, maana yake ninaweza nikauandika mziki wangu, kizazi na kizazi, kizazi na kizazi, hatimaye wakaja wakauimba na kusoma mziki huo. Nimepata kufahamu composition, harmony, habari ya kuandika muziki kwa njia ya software kwa maana kipindi cha nyuma na zamani watu walikuwa wanatumia hard copy, yani unaandika kwenye staff notation kwa njia ya makaratasi. Kwa hiyo ukitaka kupata ile harmony uwe na watu wenye makundi ya sauti zote. Nam, asante sana Daniel Mbonea kwa habari hiyo, habari ambayo inatupa mwanya wa kuelekea conference ya nyanda za juu kusini. Huko katibu wa conference hiyo ameupongeza uongozi wa kanisa la wa Adventista wa Sabato Kambarage kwa kuwa na njozi kubwa ya kumjengea Mungu jengo la ibada. Joji Mutarogwa ana taarifa zaidi. Ta huu wa Njombe na uongozi wake wote, hasa uongozi wa kanisa hili la Kambarage ambalo mmefanya kazi kubwa sana. Kama nilivyosema na narudia tena sisi kama viongozi hatuwezi kuchukulia kwa urahisi juhudi kubwa zilizofanyika za ujenzi wa kanisa hili mpaka sasa hivi. Pesa nyingi sana imeingia katika kazi hii. Sasa mimi niwatie moyo kwamba kwa hatua hii mlioifikia, lazima mtamaliza. Amen. tena mtamaliza mapema Amen. na litakuwa mmoja kati ya makanisa mazuri ambayo itakuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote. Akisoma risala kwa mgeni rasmi, mchungaji wa mtaa wa Njombe Yonas Chatira amesema ujenzi huo umekuja kama njozi baada ya kuwa na ongezeko na ukuaji wa waumini. Ndugu mgeni rasmi, njozi ya uanzishwaji wa jengo la kanisa la Kambarage ni kutokana na uhitaji wa waumini wa kanisa la wanisa Sabato Kambarage baada ya kuona kanisa lao ambalo wanasalia ni dogo huku idadi ya waumini ikiwa inaongezeka kwa kasi na watoto wakawa hawana mahali pa kuabudia, ndipo njozi ya kujenga kanisa jingine ikazaliwa, ili kwamba kanisa lile libaki kuwa ni kanisa la watoto. Hatua zote hizo kuanzia msingi mpaka ukuta hadi sasa imegharimu takribani milioni hamsini, na waliohusika kujenga msingi pamoja na ukuta ni waumini na washiriki wa kanisa la uanisa wa Sabato Kambarage kwa asilimia 99. Aidha, mkuu wa majengo pamoja na mzee wa kanisa wakiongelea tukio hilo lililoenda sambamba na sabato ya ujirani mwema wamesema wamefurahishwa sana na mwitikio wa wageni pamoja na wenyeji katika ufanikishaji wa matukio hayo ya yeah. Kwa neema ya Mungu tunakusudia baada ya tukio hili kuanzia, uh, wiki la kesho tunaanza taratibu za uwezekaji na tunamwomba Mungu kwa kwa uwezo wake A, mwaka huu hautaweza kuisha jengo hili litakuwa lime limekamilika kwa hatua ya kuwezeka. Nao washiriki wa kanisa la Kambarage waliohusika katika ujenzi pamoja na wale wa makanisa ya jirani wameupongeza uongozi kwa kuwa na njozi hiyo huku wote wakinuia kushiriki kwa pamoja ili kukamilisha ujenzi huo. Kama fundi e, na siko peke yangu lakini tuko mafundi wengi ndani ya kanisa tumeweza kushirikiana kwa umoja, tumefanya kazi, hatimaye tumefikia hatua ambayo imefikia hivi leo mpaka uwekaji wa jiwe la msingi. Tukio la leo lilikuwa vizuri, nikianza na uwekaji wa jiwe la msingi. Kiukweli jengo ni kubwa, limejengwa kwa gharama kubwa, ijapo gharama bado zinatakiwa, lakini tunashukuru kwa ajili ya hatua hii ya kuweka jiwe la msingi. Matukio hayo yamekuwa na chachu kubwa kwa washiriki, kwani yameamsha hari ya kumtolea Mungu na wageni waliohudhuria wakapata fursa ya kusikia neno la Mungu na hatimaye watu kumi na sita kumpokea Bwana kwa njia ya ubatizo. Ni kiripoti kutoka konferensi ya nyanda za juu kusini. Mimi ni Georji Mutarogwa, Hope Channel. Asante sana Georji Mutarogwa kwa taarifa hiyo, na hivi sasa tunarejea hapa jijini Dar es Salaam ambapo idara ya mawasiliano kanisa la Uadventisa wa Sabato Salasala sala imefanya siku maalum ya kuwaweka wakfu watumishi wa idara hiyo pamoja na kuingiza wanachama wapya kwa ajili ya kuongeza wigo wa kazi ya Mungu kidigitali. Tunaungana na Dkt. Robin aliye na taarifa zaidi. Kwa kuwa midia timu ya kanisa la Uadventisa wa Sabato Salasala sala, wamekubali kuitika wito wa utume na leo tunawaweka wakfu basi, twakuomba usiwapungukie katika mahitaji yao binafsi. Tutajiweka wakfu kwa jina la Bwana, amina. Ee mwenyezi Mungu utusaidie ya. Awali yayote, ninapenda kuwashukuru sana kuwapongeza kanisa la Salasala ambalo katika siku ya leo katika kuazimisha sabato maalum ya redio Adventista wao walitumia kwa ajili ya kutoa wito maalum kupitia idara idara ya mawasiliano katika kanisa Maria kwa watendakazi. Kwa kweli hiki ambacho nimekishuhudia katika kanisa hili cha kipekee sana, vijana karibu thelathini wanatengeneza e, kamati ya mawasiliano ya kanisa, na nimeona hapa kuna vitendea kazi bora kabisa, kuna programu nzuri, na hiki kilichofanyika katika siku ya leo inamaanisha sasa kwamba vijana wako tayari kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kazi ya Injili na kanisa la Salasala linakuwa miongoni mwa makanisa machache, sina uhakika kama yanafika hata matano kwa Tanzania nzima, kuwa na timu kubwa ya vijana walioko tayari wenye nyenzo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na hivyo hakuna ubaya kujifunza. Nitoe wito sasa kwa makanisa mengine kujaribu kujifunza kwa ndugu zetu wa Salasala ili waweze kuingiza vijana katika kazi hasa kwenye kizazi hiki ambacho watu wengi wako katika mitandao ya kijamii. Tumekuwa na baraka kubwa katika siku ya AWR ulimwenguni, ambapo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala imeambatana na uzinduzi maalum induction ya Salasala media Team ambayo uh, imekuwa ni baraka kubwa sana. Uh, kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala tumeamua kuwa na media team timu ambayo itakuwa itakuwa ni baraka kwa kanisa kwa maana ya uratibu wa matukio yote ya kimtandao ya kanisa. In fact, tunaishi kwenye zama ambazo lazima injili isipelekwe tu kwa zile njia za zamani. Uh, tunahitaji teknolojia kuwafata watu kule waliko kwenye mitandao ya kijamii. Huko ndiko watu wanapatikana masaa 24, mchana usiku. Wakati wengine wahubiri wamelala, lakini wahubiri wa mtandaoni wanafanya kazi masaa yote. Kwa hiyo imekuwa siku ya baraka tume, tumefanya induction ya hii timu. Ni timu kubwa, timu ya, ya watu takriban karibia thelathini, nadhani haijawahi kutokea mahali popote kwa, kwa uzoefu wangu wa hivi karibuni katika makanisa ya Kiadventista wa Sabato. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa jinsi alivyotuwezesha. Ninamshukuru sana kiongozi wa idara kwa mapambano yake binafsi na wasaidizi wake tumeshirikiana kwa karibu. Dada eh, dada Spora amefanya kazi kubwa sana pamoja na timu yote. Sasa matarajio yetu, matarajio yetu ni ni, ni, ni ni moja, kuongeza coverage ya vipindi kwa njia ya mtandao, lakini vile vile kuwafikia watu kwa kasi katika mitandao ya kijamii, lakini vile vile kutu, kuanza kutengeneza vipindi ambavyo vitakuwa vinaruka kutokea hapa Salasala na kuwa baraka kubwa kwa watu. ushauri kila kanisa, nijitahidi kuwa baraka kwa kuanzisha YouTube channel, kwa kuanzisha media team ili tuvamie ulimwengu. Yesu anaporudi mara ya pili, tuandae watu kwa marejeo yake hayo yanayokuja. Kwa kweli napenda kumshukuru Mungu na kuwashukuru wana media team wenzangu Siku ya leo imeenda safi sana, tumebariki watu walioko kanisani pia tumebariki watu walioko nje katika sehemu mbalimbali kusikiliza neno na kupata mahubiri kutoka kwa mhubiri. Tunawakaribisha sana watu ambao hawajajiunga uh, na media team katika makanisa yao wanaweza kujiunga ili kuweza kueneza Injili katika sehemu mbalimbali kupitia media team au idara ya masuala katika kanisa yako. Unaweza kupata mibaraka kutoka kwa Mungu, kwani kufanya kazi hii unafanya watu walioko nje ya kanisani kwako na walio kanisani kwako kupata mibaraka na kupata kubarikiwa. Na nimefurahi sana kuwa miongoni mwa wanachama wapya ambao tumejiunga na timu hii. Binafsi ninavutiwa nima, sana na utendaji kazi wa timu ya mawasiliano kwani wanasaidia na kurahisisha kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu wengine. Hivyo na mimi, licha ya kwamba ni mkunga, ninaamini na katika nafasi yangu ambayo Mungu amenibariki kama mkunga, naweza kushiriki na timu hii katika kutoa uh, ujuzi na uwezo wangu, ikiwemo hata sauti katika kutoa taarifa mbalimbali ambazo zinahitajika kwa ajili ya kufikia watu wengine, na niwapongeze kwa ujumla timu hii ya mawasiliano kwani wanafanya kazi nzuri sana ndani ya kanisa na ninaamini kwa kuungana nao tutaendelea kuongeza nguvu ya kuwafikia watu wengi zaidi ili waweze kumfahamu Mungu kupitia vyombo vyetu vya habari hapa Salasala SDA Church. Na mtazamaji, habari hii inatupeleka kwa mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki. Jina langu ni Spora Mseli Molontalima, tafadhali. Endelea kubaki pamoja nasi. Tumerejea mtazamaji, na kabla ya kusonga zaidi, tafadhali tutupie macho yale tuliyonayo katika dawati letu la habari. Awamu ya 14 ya mafunzo ya muziki wa kiadventista ya kamilika. Idara ya vijana Ukonga yaanzisha kituo cha mtoto. Katika habari za kimataifa, vijana elfu moja mia mbili wakutana kwa kongamano la mafunzo na katika habari za muziki, kundi la waimbaji la The Light Bearers la mpoteza mwimbaji mwenzao. Tunaendelea kusonga mbele na asante sana mtazamaji kwa kusafiri pamoja nasi katika wasaa huu wa mbiu ya Kusini, na hivi sasa tunaangazia habari ya kimataifa. Zaidi ya vijana 1200 kutoka visiwa mbalimbali vya Pasifiki wamekusanyika huko Samoa kwenye kongamano la vijana wakishiriki katika safari ya mabadiliko ya imani, uongozi, huduma na ukuaji binafsi. Dr. Reuben ana taarifa zaidi. Throughout the five day event, katika kipindi cha siku tano za kongamano, wazungumzaji waalikwa walihamasisha vijana kwa ujumbe wa faraja na ujasiri. Programu hiyo ilijumuisha warsha mbalimbali kuhusu masuala ya afya ya akili, mwongozo wa taaluma, masuala mbalimbali yahusuyo tasnia ya habari na ufuasi wa Kristo pamoja na huduma za kijamii zikiwa na lengo la kuandaa vijana kwa ukuaji wa kibinafsi na kiroho. Pia washiriki walishiriki kamilifu katika shughuli za huduma kwa jamii, ikiwemo mahubiri ya mitaani, kutembelea wafungwa magerezani na miradi mbalimbali mbali ya usafi mtaani, wakionyesha dhamana yao kuwatumikia wengine. Wakati wa kuilejelea historia ulipofika vijana wapatao 30 walijitolea kwa ujasiri kuhudumu kama wamishonari kwa mwaka mmoja nchini Indonesia magharibi chini ya kauli mbiu nitaenda na Mungu kubadilisha ulimwengu. Kongamano hili lilohimiza vijana kukumbatia imani yao, kuchukua nafasi za uongozi na kushiriki ujumbe wa Kristo, ambapo vijana wapatao 65 walitoa maisha yao kwa Yesu hadharani na kukubali kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Makongamano kama haya yanawahamasisha na, na kuandaa vijana kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Wanapoungana kwa lengo moja, wanakuwa nguvu kubwa ya mabadiliko, wakigeuza imani kuwa matendo. Asante sana Dr. Reuben kwa habari hizo za kimataifa na hivi sasa tunaangazia habari za muziki, na juma hili tunaangazia kundi la waimbaji la The Light Bearers kutokea kanisa la chuo kikuu hapa jijini Dar es Salaam, ambao wamepata msiba wa mwimbaji ambaye ni miongoni mwa waimbaji wa mwanzo katika kundi hilo aitwaye Rosemary Kateti, na hapa tunapata nafasi ya kusikia wimbo wao maalum kwa ajili ya kumbukumbu -kumbu ya maisha yake ya utume kupitia uimbaji na anautua na kuingia pale, anatabasamu pasta amesema, pasta pasta kutoka, amesema Rose alikuwa binti mmoja mwenye akili exactly, alikuwa na akili sana. Alikuwa anasoma chuo, anaenda chuo, anakuja mazoezi. Unakufanya course gani? Anasema sijui mambo ya accounts, mahesabu hapa. Alikuwa sharp sana mahesabu, accounting. Nikana muulizo unafanyaje? mwalimu hata kule chuo mimi ninafundisha wenzangu. So alibalansi kazi ya bwana na kazi ya maisha ya kawaida, anasoma huko, ana imba na tumetumika naye, efforts zote Rose akiwepo bila kukosa. Na katika masomo yake alifaulu vizuri sana, ikanipa fundisho, haijalishi unafanya kazi gani, unaweza kumtumikia Bwana. So Rose akatumia tuni yake nikaipenda, na niendelea kufanya naye kazi. Na hata juzi akiwa kitandani pale anaumwa, nilipata mtu kuongea naye, akaniambia mwalimu, kama Mungu atanisaidia nitoke hapa, yani nitaimba. Kuna nyimbo zangu tatu, nimeumia nilisubiliza nyimbo tatu, lakini nadhani Yesu atakapokuja mara ya pili, tutazimba. Kwa hivyo mimi kwangu Rosi ni, ni very big yani ni, ni ushuhuda wa pekee, bidi mwenye sauti nzuri, mnyenyekevu, anacheka all the time, sijawahi kumuona amekasirika, afu mtunzi mzuri nyimbo. Sasa zzonywaka sasa challenge ni sisi naosikiliza nyimbo zake, tutazimba nyimbo za rosi zote Mingi wa huruma, heri mtu yule ametuachia deni. Tusipokuwa waaminifu, hatutamwona, lakini tukiwa waaminifu kwa neema mm. Yesu tokto swak naam. Poleni sana waimbaji kwa msiba mkubwa huu, lakini pia poleni familia kwa kuondokewa na mpendwa wenu, na hivyo tunalo tumaini katika asubuhi iliyo njema, na Bwana endelee kuwa faraja kwa wote waliofikwa na msiba huu. Na mpaka hapa tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari, ni kushukuru sana mtazamaji kwa kusafiri pamoja nami, na nikualike tena juma lijalo uungane nami katika wasaa wa dakika 30 za Mbiu ya Kusini. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshirikiana nami kuandaa taarifa hizi, ninaitwa Spora Mseli Molontalima, ninakutakia Utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Kwaheri na usiku mwema. Bwana akubariki.